tarifiwa kwamba Gabriel Wanyama ameibuka mshindi wa pili kwenye shindano linaloendelea la Jiomoshe na Jet X. Shindano hilo limeshika kasi kwenye jukwaa la Shabiki.com huku Gabriel akipokezwa hundi yake ya robo milioni katika studio za Shabiki.com. Gabriel anasema ana mpango wa kuimarisha maisha yake kiuchumi kupitia ushindi huo huku akipongeza Shabiki.com kwa mashindano ya kuvutia na kuburudisha. Unaona tu 15 nilistake 50 bob. Na pia pia mazee imani, pia mazee, lazima ukuwe na imani. So imani yangu pia nikashikilia ya, hapo then nikashituliwa na the, the information. Kuna hiyo option ya 50,000 of which ni ya daily winners na kuna 250,000 kai yenye mimi nimepata hiyo ni weekly. Mi ni msanii mi wanachora i do paintings eh, naishi tu hiyo life ya usanii. So hapo ndio nataka ni sikume hii pesa hapo inisaidie 1 2, hiyo ingine nitajipanga nayo juu, pia mi niko na yo, kona, watu wangu, familia yangu nini.